Hey, yamsuva hii. Asante msuva. Na wewe unapenda kuwafunga? Wanataka <gulia> unyanyua kidogo. Asante sana. Basi nashukuru sana. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma naibu waziri wa Wizara yetu ya Habari, Utamaduni sana na Michezo. Atamkaribisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na pia atamkaribisha Mheshimiwa Waziri. Tutazungumza kwa chini ya dakika mbili tuondoke sehemu hii haraka iwezekanavyo. Karibu sana. Taifa Stars hoye! oh Yeah! Tanzania hoye! oh Yeah! Mheshimiwa waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu zangu wana michezo, ndugu zangu waandishi wa habari, wa wachezaji wa timu ya taifa jamhuri ya muungano wa Tanzania, nimepewa dakika mbili na mimi nataka kuzitumia kumkaribisha mheshimiwa mkuu wa mkoa, kabla ya mheshimiwa waziri. Lakini niseme jambo moja tu, wakati tunakwenda kwenye mashindano haya ya Afcon 2025 kule Morocco, malengo yalikuwa mawili. Kwanza, ilikuwa ni mara yetu ya nne kushiriki mashindano haya kwenye hatua hii, na tulikuwa hatujawahi kushinda hata mchezo mmoja. Lakini kubwa, mashindano yote matatu yaliyopita ambayo tulishiriki, tulikuwa hatujawahi kuvuka hatua hii ya awali. Kwa hiyo hili ndo lilikuwa lengo kubwa lakini malengo yalikuwa mawili. Sasa lengo kubwa ambalo tulikuwa nalo ni tupate kushiriki hatua ya kumi na sita bora na nafasi hii tuliipata. Taifa Stars hoye, vijana wetu waliupiga, na kwa mara ya kwanza tukiwa hai tumeona kwa macho yetu vijana hawa, namna ambavyo walitendea haki bendera ya taifa hili la Tanzania na kuweza kupata nafasi ya kushiriki kwenye kumi na sita bora. Na kumi na sita bora zenyewe, kama ingekuwa haki bin haki, sahizi pengine tungekuwa tume tunaongelea robo fainali. Sema ndo tukaletewa utemi tukawekewa na mamisuli kidogo, lakini ndo mpira siku zote unakuwa na makando kando lakini, hata hivyo ni ishara nzuri kwa vile tunakuja kuandaa Afcon mwaka elfu mbili na ishirini na saba na tumeona kwa timu yetu inaweza kuprogress. Kwa hiyo si tu kama waandaaji, lakini pia kama washiriki, tutakuwa washindani na sio washiriki tu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwapongeza timu yetu na niwakaribishe tena nyumbani. Hamna deni na sisi, mmefanya lile tulilowatuma, mmeiwakilisha bendera yetu vilivyo, na kila mtu anajivunia nyinyi, akiwemo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndio maana aliweza kutoa ndege iende ikawaokote wanaye na kuwarudisha nyumbani.